Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa hadi sasa hakuna haja ya Urusi kutumia silaha za nyuklia katika vita vinavyoendelea nchini Ukraini, huku akiongeza kuwa anatumaini kutumia silaha hizo endapo kutakuwa na uhitaji. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha habari cha Rusia, Putin amesisitiza kuwa Urusi ina nguvu na uwezo wa kutosha kumaliza vita hiyo kwa matokeo yoyote inayoyahitaji. Ikumbukwe kuwa vita vya Urusi na Ukraine vimeanza mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili baada ya Urusi kuivamia Ukraine na sasa vimedumu kwa takriban miaka mitatu. Kufuatia mahojiano kati ya Putin na kituo cha habari cha Rusia, rais huyo amesisitiza kuwa lengo la Urusi laweza kufikiwa kwa njia nyingine bila matumizi ya silaha za nyuklia. Kauli yake ya kutotumia silaha ya nyuklia katika mapigano imekuja siku chache kabla ya kutangaza usitishaji wa mapigano kwa siku tatu kuanzia Mei nane hadi Mei kumi kama sehemu ya kumbukumbu ya miaka 80 tangu ushindi wa Umoja wa Kisovieti na washirika wake dhidi ya Ujerumani katika vita vya pili vya dunia. Putin ameeleza kuwa mpango huo wa usitishaji mapigano ni jaribio la kuonesha ulimwengu kama Ukraini itakuwa tayari kwa mazungumzo ya amani ya muda mrefu, waweze kuketi kwenye meza moja, huku Ukraini ikipokea mpango huo kwa mashaka makubwa na kuhofia hila za kisiasa. Katika hatua nyingine, rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky amezungumza katika ziara yake nchini Jamhuri ya Zechi. Amesema kuwa haamini Urusi kama itaheshimu mpango huo wa usitishaji mapigano, na kuweka wazi kuwa si mara ya kwanza Urusi kuahidi kusitisha mapigano, lakini haijawahi kutekeleza ahadi hizo. Aidha, Zelensky ameeleza kuwa licha ya matamshi ya Urusi kuhusu usitishaji wa mapigano, mashambulizi yameongezeka kwa kiasi kikubwa, hasa katika miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa ya kijeshi kutoka nchi ya Ukraine, Urusi imefanya zaidi ya mashambulizi mia mbili kwa siku ya Jumamosi, hali inayoashiria kuwa bado kuna mapigano makali kati ya mataifa haya mawili licha ya matamshi ya amani kutoka kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin. Swali gumu linalogonga kwenye vichwa vya wengi ni kwamba Putin anamaanisha anachokizungumza au ni mtego kwa rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky? Huku mpango wa kuendelea kusitisha mapigano nchini Ukraini ukiendelea kwa sasa, rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kusaini mkataba wa madini na Ukraini, huku akisubiri tamko kutoka ofisi ya Kremlin juu ya uafikiaji wa mkataba huo.